Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu sisi ni vyombo vya dola ambapo mazoezi ni sehemu ya chakula chetu. Kwa hiyo tuna mazoezi haya ambayo yanaunganisha vyombo vyote vya dola ikiwemo jeshi la polisi, jeshi la wananchi, magereza, uhamiaji, zimamoto na pia ununiformed officers ambao hawavai uniform, lakini na vyombo vingine vyote vya dola. Mazoezi haya ni ya kawaida ni ee, mazoezi ya kawaida lakini tunajua kwamba askari siku zote chakula chake ni mazoezi, lakini pia anatusaidia kujenga miili, lakini pia anajenga mshikamano, umoja wa vyombo vyetu vya dola. Hii tunapofanya kazi basi ee, tuwe wamoja na tukijua kwamba sisi wote tunajenga nchi yetu, ambayo kwa utamaduni na mila nchi yetu ni amani na utulivu. Lakini mazoezi lazima yawepo. Askari anapofanya mazoezi, hata utendaji kazi wake unakuwa ee, sio sahihi. Lakini pia nichukue nafasi kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na sisi ndio vyombo vya dola ambao tunahakikisha kwamba unakuwa na amani na utulivu. Kwa tunapokuwa pamoja basi tunabadilishana uzoefu ili basi nchi yetu endelee kuwa salama kwa amani na utulivu, na tuhakikishe wananchi kwamba wasiwe na wasiwasi vyombo vyao katika mkoa wa Songwe, tuko imara, tuko tuko imara kabisa kwamba eh, mambo yote yanayotokea katika mwaka huu wananchi wawe na amani, wawe na utulivu, kwamba hata uchaguzi huu basi vyombo vipo utakwenda kwa amani na utulivu. Na nitoe wito tu kwa wananchi mba wanaposikia kuna vit viashiria vyovyote ambavyo ni vya uvunjifu wa amani basi wasisite kutoa taarifa kwa vyombo hivi ili basi hatua stahiki za mapema kabisa ziweze kuchukuliwa. E, ni watakie e, siku njema, lakini pia e, shughuli njema za ujenzi wa taifa letu katika mkoa wetu wa Songwe.